Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunatazama jinsi Yesu anavyoziona dhambi, jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Kipindi hiki ni muhimu sana, ni cha baraka mno kwako, kitakubadilisha. Hujawahi kuona, Injili ya Mathayo sura ya kumi tasoma mistari michache hapa, tuangalie mstari wa tano, kuanzia wa tano hapa, anasema: hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa wasamaria msiingie. <coughs> Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli na katika kuenenda kwenu hubirini, mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo; mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala filimbi maana mtendakazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata atakapo, hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni, na nyumba ile ikistahili, ikistahimi, ikistahili amani yenu na iwa ifikirie la kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Na mtu asipowakaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kunguteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amin nawaambia, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu siku ya hukumu kuliko mji ule. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunaangalia jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Yesu anaziangalia dhambi kwa mtu mmoja mmoja, ama kwa kundi la watu, ama kwenye jamii, popote pale anavyoiona dhambi. Hapa niliposoma ni habari ya wanafunzi wa Yesu wale kumi na wawili. Yesu aliwatuma kwenda kuhubiri. Alipowatuma akasema, nendeni katika kila mji, lakini mkianzia kwenye nyumba ya Israeli, kwa kondoo waliopotea wa Israeli, hubirini mkiwaambia, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hala halafu akasema, kama kuna wagonjwa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu waliokufa, takaseni wenye ukoma, toeni mapepo eh, na kadhalika. Anasema mfanye hiyo huduma anasema mji wowote mtakaoingia au kijiji chochote mtakachoingia ndani yake, wakiwapokea, tafuteni mle mtu mwaminifu kwenye huo mji, mkae kwake hata mtakapotoka. Lakini mji, mji huo ambao au kijiji hicho mtakachofika wasipowapokea, anawaambia kung'uteni hata mavumbi ya kwenye miguu yenu ili msiende na mavumbi yao, kung'uteni, muyaache hapo kwao. Alafu akasema, amina nawaambia, Gomora, Sodoma na Gomora siku ile ya mwisho zitastahimili zita kuingia katika mbingu kuliko huo mji ambao utawakataa. Sodoma na Gomora walikuwa walitenda dhambi, wakaangamizwa, lakini yawezekana siku ile pia wakaingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu walikuja kuhubiriwa baadaye, wakati Yesu alipofufuka, maana alishuka kwa wafu. Haya sasa, Yesu anaiona dhambi hapa, watu waliopelekewa wahubiri wa Injili, halafu watu wale wakawakataa wahubiri wa Injili. Biblia inasema hao ni dhambi kwao, watahukumiwa. Wanafunzi wanaambiwa mkitoka, kung'uteni mavumbi ya miguuni mwenu. Maana yake anawaambia mkitoka, hiyo laana waachieni, hiyo laana ya kuwakataa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mtumishi wa Mungu akituma kwako kukuhubiri kwa kwa kwa injili, ukamkataa ama ukamfukuza, ujue ni laana kwako kwa kwa. hiyo ni dhambi kwako kwa na itakutafuna dhambi hiyo. Kwa hivyo, waruhusu watumishi wa Mungu wahubiri katika nyumba yako, katika kijiji chenu, katika mtaa wenu. Lakini mkiwapinga, mnampinga Yesu Kristo, mnampinga Mungu. Ndipo Yesu anasema itakuwa rahisi kwa watu ambao tulifikiri hawataingia mbinguni kuliko hawa, kwa sababu ni kwamba Yesu anataka wahubiri wakisema ufalme wa mbinguni umekaribia, lakini wewe unakataa. Wanataka kukuambia njoo kwa Yesu Kristo, wewe unawakataa na kuwafukuza. Hiyo ni dhambi kwako. Kwa hivyo dhambi ni hiyo. Wahubiri wengi wamefukuzwa katika nyumba mbalimbali, ama na watu mbalimbali, kwa kuambia tokeni, sisi hatutaki kusikia habari za Yesu. Yesu hapa hiyo imetokea mara nyingi, lakini ole wao waliotenda hayo, au waliowafukuza watumishi wa Mungu, ole yao. Pendwa mtazamaji wangu, heri wewe ambaye ulikubali Injili, Mungu akubariki. Heri wewe ambayo uliwakubali watumishi wa Mungu kuingia nyumbani mwako, Mungu akubariki. Lakini ole wake mtu yule aliyewakataa, wakataa wahubiri wa Injili wa kwenye kijiji chake. Ole wake mtu yule aliyokataa watumishi wa Mungu wasiingie nyumbani mwake, ole wake. Lakini hata sasa nafasi bado ingalipo. Kama unataka kubadilisha nia yako, nafasi ipo. Pokea watumishi wa Mungu, isikilize Injili uiamini, pate kuokolewa. Tutane kwenye kipindi kingine kijacho. Neno hili nzuri, nalo lapendeza kulisikia Nami nafurahi kukuletea. Mungu wa mbinguni awe upande wako, wakubarikie sana kwa jina lake, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.